Kama tulivyoahidi wiki iliyopita, tuliahidi kwamba tunaanza mada ya ndoa, kwa maana athari mikubwa katika jamii. Ndoa za Waislamu baadhi wanaishi kama wanavyotaka wao, wanaozeshana kama wanavyotaka wao si kama dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na nna mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalama alivyokufunza. Ndugu zangu, ndoa ni ibada, ndoa ni ibada kubwa, na Allah kaweka mfumo mzima vipi ibada hii fanyike. Allah anasema ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, enyi watu, wanaitwa watu wote, mwogope mola wenu ambaye alikuumbeni kupitia nafsi moja, kaumba kiumbe kimoja ambacho ni Adamu. Basi kiumbe hicho ndo akaumba mwenzake wa khalaqa minha zaujaha, huyu Nabi Adam kaumbiwa mke wake, kisha wakawa viumbe wawili. Viumbe hawa Allah anasema sasa, wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, wakatoka ndani ya wanaume wengi na wanawake wengi kupitia watu hawa wawili. Mwenyezi Mungu anataka ajila mwanadamu irejee nyuma ione uwezo mkubwa wa Mwenyezi Mungu katika jambo hili la uumbaji, la kueneza viumbe. Anasema muogope, ndugu zangu katika imani. Mtume anasema katika hadithi, man tazawaja faqad hafidha shatra dinihi falyattaqillaha fi shatril akhar Atakayeoa amehifadhi nusu nzima ya dini yake. Dini iko 100%, ukioa unahifadhi hamsini nzima 50%, unayo nayo ya dini. Mtume nakushauria, anasema mwogope Mola wako katika ingine nusu iliyobaki, ndugu zangu katika imani. Mtume aliweka utaratibu mzima katika mambo haya, kuchagua mke. Mtu achaguliwi akaletea watuoa, pana taratibu zinaendeka. Mtume akataka uchunguze, ndio akasema, idha ataku man tardauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Posa ikija, inabidi tazame mambo haya makubwa mawili. Posa ikija tazama dini ya mtu, posa ikija tazama tabia ya mtu. Tabia ndugu zangu, na hapa kwenye posa ndio unaona na mtihani. Vijana wana akili sana, wanaangalia tageti ya familia ya mtu, anamwangalia wale ni wamaskini wale na siku ya kuleta posa mtu analeta posa, ndani ya ile bahasha anachaja dola mia mbili au dola mia tatu vijana hao wa. wanakuja na vitu, mguu mzima wa ngombe, ndoo mbili za mafuta, kilo hamsini za mchele, wanakuja kutoa posa. Sasa angalia, naona hii familia ni ya kimaskini tu, wanakuja na posa sasa huyu unaletwa kwanza posa, unaangalia <coughs> maisha yanabadilika, wewe hata tazama tena dini. Unafua, unatazama maisha. Ndugu zangu, katika imani, alkhitba ni uchumba. Hapa kwenye uchumba ndio kuna mtu awe makini sana kwenye uchumba, kwa unakwenda kuculia sasa moyo, wazazi kama una dini inabidi kwanza uangalie posa inatoka kwa familia gani, huyu mwenye kutaka kuoa ni mtu gani, unachunguza familia kama familia. Baada ya kuchunguza, kama mna dini, ntaombea baba, sisi kwa kweli tunashukuru sana kuchagua nyumba yetu, lakini hii posa kama familia tumekaa, hatukuikubali. Kuna wengine wanasema tuta nyuma ya wiki moja tutaleta majibu, wanapiga simu, posa tukuikubali ndani mlikuwa na hela ile hela, wairudishi. ile posa tukikubali kimya. Sasa bora mlikuwa mko hela huko baba, hela iko wapi? na unaona baba, ile hela A -a. posa irudia na hela irudie. Sasa ndugu zangu, hapa kwenye posa hapa, vijana tupatazame vizuri. Familia umemlea binti kidini, binti amekuwa, leo anakuja kijana anakuja na target yake ya vitu, anakuzimisha, anakufunga macho, nakubali akili ataendelea na mtoa. Kama alivyokuja kwenye posa ataendelea nakupa. Wengine wanatazama target ya mzee wake, mtu anahama, ashafika point. Kuna binti nzuri anaishi St George au Mlazi au anaishi huko Signem, pia anaangalia hapa, anahama, anahamia point target ya binti mzee wake anasaliaga wapi? anasaliaga aksen basi yatakuwa mm na -hmm. sajada karibu yake, ili siku ya kuja kutoa posa mzi tauka na kumbuka, mashallah jana masali, kumbe haswali hata sala moja, swala zake ni za kupika sandukusamu katika imani. Mtume akataka tutazame tabia na dini, ili binti yetu aende akaishi vizuri. Mtume akasema tunkahu tunka almar'a liarbain Wana, wenye kuoa wa, wanatazama mambo manne. Mtume akasema katika hayo wanatazama uzuri, lijamaliha, uzuri wa mwanamke. Mtu akiona uzuri anaoa. Wengine wanatazama uwezo, walimaliha, uwezo wa mwanamke, akiwa ni mwanamke mwenye anaka biznesi fulani hivi, ana uwezo. Mtu wale wapenda miporomoko anafika na anaoa kisha Mtume akasema walinaswabiha, na sharafu yake, heshima yake, kabila lake, kama ni watu wenye wenye cheo wanajina mjini, mtu anaoa. Kisha Mtume akasema tena walidinia, na dini yake. Kisha Mtume akakazia akasema, fadhfar bidhati dini, chagua mwenye dini, tarabati ya daka, mkono wako utapata kitu kizuri. Ndugu zangu, alkhitba ni uchumba. Pale kwenye uchumba, leo leo binti, sio tu nimeona binti yule, kesho kesho mimi naona hapana. Kwa hiyo kuna nafasi ya kuchunguza kwanza, ujue wako vipi, ujue familia ya mke. Hapa kwenye uchumba, ndio utajua familia ya kwao na mke, dini yao ina mipaka gani, wana dini kiasi gani? Kwenye uchumba pale, kwenye uchumba posa simekubaliwa, alhamdulillah. Tabii unakwenda kutembea, sio ile eti binti wewe mpigie simu, niko kasino, salamu alaykum alaykum salaam, nikute hapa kasino. Naye binti anakwenda na mwaga mama yake au baba yake, mchumba wangu amenambia nikute kasino leo Sunday eh, aja hapo amalikosa tu. Katika uchumba unamtoa ruhusa na ay, vijana tuangalie vizuri. Ama kipindi unakwenda kukiambia pale nyumbani kwao, pale ndio nabidi utazame familia hii na dini kweli. Kama wewe ni mwenye dini takaa pale, ukisikia tu ushaingia ndani pale, mko kwenye mazungumzo, unasikia mama yake mama, binti anamwita binti Adija, Adija, Adija Bema njoo

Anaonja na akishaonja, tayari ndio pale uchumba anachukua. Mwaka mzima niko na mchumba wangu, mwaka mzima, ukishaona tu anakuruhusu kuingia chumbani na binti wao, hawana familia. Hii familia haina dini. Nimwongelee pale pale, mbele ya shangazi, mbele ya kaka zake, kila kitu, hana ruhusa naye nayefalaha na pale pale kwenye kipindi ndio kipindi ambacho utajua familia yako mke ni wanadini. Muda wa sala azani natoka familia yote nai, wote wako pale, wanaangalia TV, si wakaka zake, si mama yake na kona, kona. Hapa hii nyumba haina dini hapa, tayari kwenye kipindi cha uchumba nao nasoma familia wangali ina, ina, ina dini familia ma haina. Kwa hiyo kama una na dini yako unataka mtu wa dini uchunguzi hapa pote, unakwenda kupata mtihani mkubwa sana, ndugu zangu. Lingine ndugu zangu, inapokuja kosa ya uchumba, mtume kakataza usitangazi, baki kimya. Mabinti ni wengi mtaani, hawajakosewa. Binti wako kaja kukosewa, baki kimya, ficha. Kuna wengine waomeza watu, anataka anatakenda kujiongeza mke, anapiga hesabu

Jua nini wameshatangaza uchumba, wamekwenda kuposa tayari, siri imetoka mjini, habari zimeenea. Hiyo ndio na. Nasikia kuna mtu Senjoti Sim, simjui jina vizuri, taajina jina, kaoa Burundi, shaoa Burundi, mabegi ametarudia, mke angali nyumbani. Sasa mke mkubwa alijua, subhanallah, alivuruga, aliwaka, ikabidi mabegi arudie nyumbani tena. Mabei alimtoka sauza akamkuta nyumbani. Kwa nini mtu ashatangaza uchumba na bado ndoa? Mtume akakataza tutangaze ndoa baada ya ndoa, ndoa alima tunatangaza hata ndoa. Sasa ndugu zangu, katika imani, Mtume anasema iyakum wa adraku diman. Mtume anasema nini kwenye hadithi? Ole wenu na mke mzuri aliyotoka kwenye familia mbaya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdu lilahi aladhi hadana lihadha wama kuna linahtadia laula an hadana llah ashhadu an la ilaha ila llah wahdah la sharika lah washhadu ana muhammadan sal llahu alaihi wasallam. Ndugu zangu tuwe makini sana na jambo hili. Ndoa ni safari ya maisha, sio unakwenda kujaribu. Ni kwenda unaoa mtu ambaye mama wa watoto utaishi naye, inabidi kuwa makini. Utatoa gharama zako, mahari yako, muda wako. Kesho kesho kutwa wanakuja kujuta, sitaoaga mi tena, wanawake ni wabaya. Haukuchunguza, haukufuata utaratibu wa dini. Ndugu zangu, katika imani masharti ya ndoa yakitimia ndoa imekamilika, lakini mtume katuusia sana tutazame familia ya kona na, na binti au ya kwao na mume mm -hmm. vile vile maana familia ndio itasuluhisha, ipo siku mtagombana tu. Sasa wakati mligombana, ile familia ikiwa ni mbaya, wanamsemea binti yake, wewe ah, ni we mkorofi, kwanza unaooaza mkorofi. Hawaangalii wasikilize kila mtu, wanatetea mambo yake, yako na hii haijuzu. Inabidi usikilize kisha uwe hakimu, utoe utoe ushauri, ukitaka kukuleta suluhu, sio usemee binti yako. Ndio maana tunawaambia tutazame familia ya Bona na binti. Ndugu zangu katika imani, masharti ya ndoa, ndoa ni kitu chepesi sana, hata kama vijana wamekimbia kuoa, masharti yake mume awepo, namke, na mke mahari, pawe na wali na mashahidi wawili, tayari tunafunga ndoa, dakika tano, ndoa imeisha, lakini watu hawataki kuoa, ndugu zangu Mahali na bidi ya weko kwenye suratu Nisa, Allah anasema, waatu nisa sadukatihinna nihla, wapeni wakeza wanawake mahali yao. Hapa kuna mtihani mbele kwa wazazi, hapa wazazi wa binti leo, South Africa hii inakuwa elfu arobaini mahali elfu hamsini nasia, Cape Town huko maelfu sabini. Sasa hapa vijana wataoa katika hali gani? Mtu anamzaa binti anamlea, kumbe kuna nampangilia nasema hapa, siku akiolewa huyu nabidi niwe gari au nianzishe mtaji. Sio hivyo, binti umemlea, we si umeoa umenua gari ukweni, kweni we umeshafanya nini? kwa nini unataka binti yako wewe? Hey, au ndio kitega uchumi hapa kwenye mahari Wazazi wakuwa na mke wametupa mipaka ya Mwenyezi Mungu, wanategemea mahali sana, mtu elfu thelathini ila elfu thelathini si simwozeshe, yaani sina haraka eh, naye sina haraka naye. Baba kweli elfu thelathini aulizi dini na kuwa na elfu kumi na tano unaona, hadi tena maisha ah, baba unge ungezieleza kwanza hizo yaani, sikuteeza elfu thelathini ndio hamna nafasi ya kumtia binti chini, umwikalishe, umwambie binti yangu, nakwenda kuolewa, ule ni mume. Ndoa zina changamoto, binti yangu, mheshimu mume wako, vumilia binti yangu, unakupata unakukosa. Ipo siku mume wako atakosa riziki, ipo siku ya mtihani. Tunaona hata pa nyumbani sababu yako, anarudi hana kitu, tunapiga uji, tunakunya, tunalala. Na wewe pako siku, mume wako leo ana pesa, leo kweli ana uwezo, lakini ipo siku uwezo unaweza ukaisha, binti yangu inabidi umvumilie, siku ya kulala na njaa inabidi usimkasirikie mume wako, usileti vituko, jenga, hifadhi pesa za mume wako, usi na- unafanya israfu katika pesa. Binti yangu, inabidi acha mguu kuzurura ovyo, umeshakuwa mke wa mtu. Wakina mama wako chini nafasi, wengi wao nafasi ya kuambia mabinti zao, mume wako mtazame chunguza mme wako kama aswali, mlinganie na kukuswali. Cha kwanza mlinganie mme wako, kuna kukuswali, na kama kikata, mwanangu, inabidi uje upambe, inabidi uhakikishe wa mme wako ana swali. Haya ndio mafunzo. Wewe unakimbilia kwa madarasa 30 elfu arobaini zitakusaidia kitu gani? Ile yote ni pupa. Mtu ashakafanya masherehe, ashaka support watu kwenye masherehe zake, anakuwa na haraka, ndio watu tayari ashapanja masherehe na nini. Hii ndugu zangu, itakuwa ni dini ya Uislamu mtume alikuja nayo siku ya kiyama, tutashimama mbele ya Allah mbele ya Mtume, tunahesabiwa amali zetu, mtume yuko pale. Ndo dini alituachia Mtume. Ndugu zangu, ndoa imekuwa na mambo mengi, sijui mchenipati, sijui vininisi, mambo makorokoro mengi ambayo hayana maana. nafasi ya kukaa binti mkamshauri, imekosekana Hamna nafasi tena, ni kupanda ya mama harusi, tutafanya sherehe wapi, tutafanya hivi wapi. Hiyo ndoa imekuwa kipaumbele, lakini ustawi kabisa wa ndoa haupangiliwi tena. Wakina mama wajiangalie sehemu, Allah atawauliza siku ya Kiyama. Allah atawauliza neema ya wabinti siku ya Kiyama. Ndugu zangu katika imani pako shuruti finikahi, tunamalizia hapo shuruti finikahi ni kabla hujaoa unakuja kumchumbia binti wao, wana utaratibu wao, masharti katika ndoa. Sasa umesha muoa, kuna masharti yamewekwa pale. Baba unakuja kuposa binti yetu ama mke wako huyo, kama utamkiwana ana masomo yake anabakiza miaka yake mitatu apate university kunasomea Uganda, kama utamuoa nabidiende na masomo yake. Iini shuruti fi nikah ni masharti baada ya kuoa. Umeshaoa, kuna masharti na bidii ataendelea. Wao kasema mimi acha nimuoe atanijua mimi ni nani. Aendelea na somo. Eh, mama mimi hamna tatizo taendelea na somo atamsupport. Wengine akiole akimwoa tu basi. Kamasa mimi mwezi wa tano na naendelea kusoma. Ah, wewe bakia kwenye mtoto soma kitu gani? Wewe ni mke wa ndani. Hii ni dini hii. Au hii ndoa haitadumu. Itabidi ajitoe kwenye ndoa. Umevunja masharti. Au mke atakwambia, mimi kama utanioa sina kifua cha kuvumilia ukiweza. Niona. Kama utanioa mchumba wangu, kama utanioa sina kifua cha kuvumilia ukeenza. Kama unajua utaoa mke wa pili, mimi sitaki, lakini kama unajua utakubaliana na masharti yangu haya, sawa. Ukikubali hautaoa mke wa pili mpaka sa ukubauapili. Hii ni masharti, kabla hujaoa umepangiwa na ukakubali, tembelea kwenye masharti. Sasa ndugu zangu, ndoa ina mambo mengi na hapa tumeanza, lakini tutamalizia lakini mmoja ambayo tunahusia tuna wazazi, hususan ni wazazi wa mke, tuache tamaa, tamaa ya mahali, tamaa ya kutazama mwenye pesa ndio alikuja kuoa. Maanake siku hizi anaangalia tu ni pesa pesa. Allah anasema wa tilkal ayyam nudawiluha baina nnas, ayo ni ayam, masiku tunayegeuza baina ya watu. Leo ni sina sina pesa sina uchumi sina mali sina utajiri, lakini ndaanza na umaskini, pengine mwisho wangu ndakuwa tajiri. Na huyu leo ana mali ana mapesa, lakini anaweza kuwa mwisho wake atakuwa hana. Je, pesa zikiisha itakuwa vipi? Tumuombe Allah subhanahu wataala, tutazame kwamba ndoa ni ibada, sio mabinti zetu kwamba ni vitega uchumi, bali tutazame future ya dini katika watoto wetu. inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi